Tumeendelea kuwa katika amani, vijana wetu wameendelea na shughuli zao, hatukuwa na matatizo. Lakini si kuwashukuru hao tu, vilevile tunashukuru hata vyombo vya ulinzi na usalama e, vimeimarisha hata siku ile viliimarisha ulinzi usalama, tukajiona kwamba tuko salama. Sasa na hii ya tarehe tisa vile vile, mpaka sasa hivi tunaona mambo yanaendelea vizuri. Nadhani watu wameelewa, kuna watu walikuwa wajaelewa tunapozungumzia amani. Sisi kama viongozi wa dini tumezungumzia amani muda mrefu sana. Mda, mimi ni Shekhe Haruna Abdallah Kichwabuta, ni shekhe wa mkoa wa Kagera e, kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ambaye ametujalia tukafika mpaka sasa hivi tuko katika hali ya amani, utulivu na hasa katika wilaya zetu za mkoa wa Kagera, kuanzia ishirini na tisa lile ombwe la ishirini na tisa lile ba, mwezi wa kumi, sisi hatukuguswa na jambo hili. Kwa hiyo kwanza nao nichukue nafasi hiyo kuwashukuru vijana wa mkoa huu ambao walielewa kwamba eh, jambo hilo lililofanyika siku ile halikuwa halali na alikuwa azuri, hawakuliunga mkono. Kwa hiyo watu waliendelea na shughuli zao, lakini vilevile vile, mpaka hata hili la tarehe tisa Disemba nalo lilileta msukosuko kidogo, maana tulikuwa tukikumbuka yaliyotokea tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi, lakini tunashukuru kuona kwamba eh, hali iliendelea kuwa hiyo kwe, hali imeendelea kuwa hiyo. Tumeendelea. Amani ndio msingi wa kila kitu. E, hata ninyi waandishi wa habari, sawa, mkiingia kwenye vurumai mnaweza mkananii, lakini hamuwezi mkajisikia kama mnavyochukua habari zenu wakati wa amani. E, mimi, kwa hiyo mimi pamoja na kuwashukuru watu wote na kiongozi wetu kama mwenyekiti wa e, vyombo vya amani na usalama katika mkoa huu mkuu wetu wa mkoa Hajati Fatima pamoja na viongozi wenzake, mimi niendelee kuwashukuru. Tumejifunza na ambao walikuwa wajajua machungu ya kuporomoka kwa amani, wameonja, wameona. Kwa hiyo nadhani twende mbe, tusonge mbele kama anavyosema rais eh, tunasonga utu, tunasonga nini, tusonge mbele, twende kwenye kunyuma maendeleo, hakuna kupata vitu kwa mteremko bwana. Sisi Tanzania miaka sitini na nne tunajua tunavyopokezana uongozi, basi mtu anayetaka kuongoza saa subiri kipindi kimalizike na yeye aje aongee. Ni hivyo hivyo tunavyokwenda, tunakwenda kwa kura bwana. Mimi ili jeshi <laughs> bwana mimi nalifahamu eh? Wewe wenyewe ukisikia wanakwambia, unawaona hivi, tunapita nao tunashinda nao mnacheza cheza wakati wa amani, mnakula chips, unaweza kukutana naye, lakini usiwakute kwamba sasa wanataka kusimamia ulinzi kulinda raia na mali yake. Lakini jana katika siku zote hizi tumewaona mwana naona walivyoandaliwa wa vizuri, na tunashukuru hata serikali imewapa magari, imewapa vyombo, imewapa kila kitu. Eh, wakipita bwana, hata ungekuwa unafikira na unasema, ah, ngoja nirudi nyuma. Hii siku ya leo siwezi kuchezea hapa bwana, na nadhani vijana ambao walikuwa wajajua polisi wamewafahamu, wamefahamu kwamba vyombo vya ulinzi na usalama, wanavyosema vyombo vya ulinzi na ni vinafananaje vin, nadhani mmeona wanavyofanana.